E, nimewaiongea kwamba wabunge wa CCM kiukweli hakuna wanachowatetea wananchi bungeni. Yaani hakuna mbunge kiuhalisia kabisa, hakuna mbunge mwenye nia ya dhati kabisa ya kuwatetea wananchi. Mbunge ambaye yuko kwenye ma, yuko kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Hakuna. Hebu sikia kitu hiki ambacho ambacho ameongea Gwajima alafu ona kile alichokuja kuongea Msukuma, na ndo maana utakuja kuona kabisa kwamba kiukweli wa bunge tulionao wengi ni kwa ajili ya matumbo yao. Gwajima ameongea pointi, ameongea vitu vya ukweli, ameongea uhalisia wa mambo, ametoa ushauri mzuri kwa taifa, mshauri wa maana kwa taifa. Lakini ona Gwajima ona, ona ona Msukuma jinsi anavyokuja kupinga au kuongea matakataka yake aliyoyaongea katika, katika Bunge. Maana yake nina data, nimejenga utamaduni maisha yangu yote, ukinio anaongea mahali ujue nina data, ujue nimefanya study, nimefanya research, na nimefika wakati sasa niongee. Nimepata orodha ya watu waliotekwa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 na kama mtu atanisikiliza basi itakuendea vizuri, kama usiposikia basi haitakuendea vizuri. Lakini hebu hebu tuwaone hawa wajuzijuzi juzi hawa, imetokea tena mwanaharakati huyu, mwanaharakati wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Uganda, msichana anaitwa Agata Atuhaile, wamekuja hapa kwenye shughuli zao hizo za kuhudhuria si mahakamani. Huyo mtu amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni kama watu wa vyombo, mi sina hakika kama watu wa vyombo, kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Nimemwona anaongea kwenye YouTube kwa uchungu kabisa kwamba akaenda mahali akavuliwa nguo akafanyiwa udhalilishaji na akaenda kutupwa si mpakani. Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi amechukuliwa anavuliwa nguo anazalilishwa anatupwa mahali, ungejisikiaje? Kama angekuwa ni dada yako kabisa, tumbo moja na wewe, amechukuliwa <coughs> nimemwona kwenye YouTube anasema amechukuliwa, amevulishwa nguo zote, na amefanyiwa uzalilishaji. Ni kina nani hawa wenye ujasiri? Huyu mwingine Boniface Mwangi, Boniface Mwangi naye mwanaharakati kutokea Kenya, ambaye naye alikuwa amekuja kuhudhuria kesi pale, kuhudhuria kwenye kesi. Boniface na yeye tumemwona sasa, nafikiri kwa Serena Hotel. Watu wanabisha, wanajitambulisha kwamba ni ni, ni ni ni ni watu wa viongozi wa, wa vyombo vya dola, nimeona ni kwenye YouTube wanaongea nao kwamba jamani, mmekuja usiku sana, njoni kesho nini na nini, vyovyote vile ambavyo imekuwa, lakini sasa mtu amechukuliwa na watu wanaodhaniwa huwa ni vyombo vya dola wameenda naye sasa, baadaye mtu anaokotwa mpakani kule Horohoro, Tanga. Sasa kunakuwa na picha gani? Sasa mimi siamini kabisa, naasema tena siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi, au idara ya usalama wa taifa, au magereza, au jeshi lolote wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini, narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika mashariki na kati, vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote. Na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa ametupwa, si watasema ni nine? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya, hakipo. Kwa hiyo mimi nanipelekea kuwaza mambo mengi sana. Mpaka sasa umefika wakati tunaongelewa kwenye mitandao nchi yetu kama ni mahala pa hatari. Hii inaathiri mambo mengi sana, kwanza inaathiri utalii wetu.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 hebu jaribu kuwaza mama yako mzazi aliyekuzaa, ya au kaka yako mzazi, kaka yako, watu wanakuja kumchukua ndani ya nyumba, wanaondoka naye, alafu aonekane. Mimi siongei kwamba wale wanaopotea wana makosa au hawana makosa, makosa yao siyajadili, kwa sababu sio kila kosa adhabu yake ni kifo au kutekwa. Kwa mfano, wewe una mwanao na mtoto wako kabisa amekosea amekosea ha, labda ametukana serikali au amefanya uhalifu, amefanya hivi. Taratibu zinazotumika ni kumchukua mtu huyu kumwarest, kumpeleka mahakamani ahukumiwe na mahakama. Sio adhabu ya kila mtu ni kupotea. Hapana, hili jambo halikubaliki kabisa. Na sasa ni nani anayefanya haya mambo? Sasa hii ndiyo hoja yangu. Kumbuka hoja yangu mimi ni utekaji na ushauri kwa taifa. Ni nani anayefanya haya mambo? Je, ni jeshi la polisi? Jeshi la polisi nalo lijua, haliwezi kufanya hivi. Je, ni idara ya usalama wa taifa? Idara yetu ya usalama wa taifa ni watu very intelligent, hawezi kufanya hivi. Je, ni jeshi la wananchi? Jeshi la wananchi haliwezi kufanya hivi. Je, ni magereza? Magereza haliwezi kufanya hivi. Uwezi kwenda kumchukua mtu nyumbani, kumchukua mtu kwenye hoteli na ukajitambulisha kwamba wewe ni polisi, halafu mtu akaokotwa, wa ametupwa, sisi watu si watasema ni wewe. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya hivyo, lakini matokeo yake notion iliyopo ni mzigo wote unapelekwa kwenye vyombo vya dola. Vyombo vya dola vinachafuka, rais anachafuka, nchi inachafuka na sisi tunachafuka. This matter cannot be accepted kwenye nchi yetu, haliwezi kukubalika. Ndio maana mimi nimeamua niongee kama Mtanzania.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 Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havifanyi kazi. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disiko la Kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu, na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele, tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, vyombo vya ulinzi na usalama, usikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana huyo Mwa, sijui mwangwa sijui mwangi na mazakarua ndio vinara wa Gen Z kule, wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani wametoka kura, wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba Wakenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati, na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Niwaombe sana Wakenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi, marais yetu wanaheshimiana. Waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama najua mnapitia wakati mgumu sa nyingine, na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishwi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza si tunahitaji kuendelea kuniga tai. Hatutaki kinuke, hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Niwaombe sana, niwaombe sana, nikuombe sana mheshimiwa waziri pamoja na viongozi wetu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama sisi tunaviamini kwa asilimia mia moja. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi, endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepigapiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya tano humu ndani, mimi nilikuwa mbunge, mwamba marehemu hakuna mtu alinyanyua mdomo huu, hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpole tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu, aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka thelathini. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanya la majaribio. Tuliguswa, tuna panya rodi. Nyewe watu wa Dar es Salaam humu ndani mlipiga kelele hey. Sasa kimeanza kidogo kidogo. Hiki tukikiacha Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala wa Uhuru watu walikuwa wakipotea hivi kabla ya kufanya uchunguzi, vinasingiziwa vyombo vyam, vyam, vya ulinzi na usalama, wakabagaza vyombo vyao vikaharirika. Matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi, vikaenda kukumbana na shakahora, watu mia mbili wamefukiwa na mtu, lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa aise, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi. Hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mii nikikosea, nitie ndani ili wengine wasalimike, lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie hata wanasiasa. Naona kama labda joto limeanza. Mi nilikuwa naangalia hata ile klip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, Askofu, labda kuna joto jimboni, maana ile presi mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mi nakaa Mikocheni, tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Aa, alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishane uzoefu, na mimi niliandika jina ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete presha za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka. Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana, wananchi wetu kuye wanatushangaa. Mimi mheshimiwa mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu mia mbili. Wanasema kesho mambo ya ndani hatutaki kusikiliza chochote, hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe Kwatie moyo polisi, kwatie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza tukianza kuwadogosha askari wetu? Tumefanya kazi kubwa, tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, basi yote yataharibika. Tuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza. Kuna watu wanakesha, hawalali hawalali kwa ajili yetu, sisi tunapiga tai, tunabadilisha simu. Kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaji